Wizara ya, ya kilimo itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Afrika kuhusu matumizi endelevu ya zana za kilimo e, kwa maana ya Africa Conference on Sustainable Agricultural Mechanization ambao utafanyika jijini Dar es Salaam na tunatarajia e, mgeni rasmi atayetufungulia mkutano huu kuwa Mheshimiwa Waziri, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mkutano huu utafanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe tatu mpaka tarehe sita na utafanyika kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Kilimo na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO au FAO. Mkutano unalenga kutoa fursa ya washiriki kubadilishana uzoefu, kuimarisha ushirikiano na kuharakisha juhudi za matumizi ya zana za kilimo kwa ajili ya mageuzi endelevu ya kilimo nchini na Afrika kwa ujumla. Wote mnajua nchi yetu tumetoka mbali sana kwenye kilimo. Historia inaonyesha na ina ushahidi, kwa sababu na sisi tumekuwa humo. Ni miongoni mwa Watanzania ambao tumekuwa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kilimo kimeanza kwa kweli kwa asilimia kubwa kutumia mikono na jembe la mikono, na kila kitu kilikuwa kinafanyika kwa mikono na jembe la nini, la mikono. Sasa kwa sababu ya matumizi ya jembe la mikono wananchi wamekuwa wakikosa fursa ya kulima kwa kiwango kikubwa, ile large scale farming. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya kilimo kidogo kidogo, na hivyo kushindwa kujijengea fursa ya ushiriki wa kilimo biashara au kilimo chenye tija. Sasa mwelekeo wa wizara lakini na wanchi na actually na dunia ni kutengeneza msukumo wa kuwa na kilimo cha eneo dogo kinacholimwa kitaalamu na kisasa, ili kuongeza productivity kwa maana ya tija na uzalishaji kwenye eneo dogo, badala ya kuwa na kilimo cha eneo kubwa chenye tija ndogo. Kwa hiyo moja ya eneo la msingi ambalo tuna tukikutana hiyo wiki ijayo kuanzia tarehe tatu tunaenda kujadili ni kuangalia namna ya kuweka msukumo kwenye matumizi endelevu ya zana za kilimo eh, ikiwa ni pamoja na kuweka msukumo wa kuondokana na jembe la mkono, na sisi Tanzania tayari tumeshaanza hilo la matumizi endelevu ya zana za kilimo kwa kuanzisha eh, vituo vya zana za kilimo za kisasa. Eh, mechanization centers ambazo kwa kuanza sasa hivi tumeshaanza kutoa matrekta kwenye baadhi ya wilaya kwa lengo la kuelekea kuwa na hizo centers na tunaamini tukikamilisha, eh, mwezi wa mue, mwaka ujao wa fedha kuanzia tarehe moja mwezi wa saba kwa kuwa na na naesa eh? Yes. Naesa eh? Eh, wakala wa ugani nchini ambao utakuwa na wataalamu wenye ofisi inayojitegemea ya kilimo kwenye wilaya. Maana yake hizi centers sasa zitasimamiwa chini yao, na kwa hiyo kuwa na uhakika wa ufanisi kuanzia kwenye usimamizi mpaka matokeo e. Na katika mkutano huo e, Mheshimiwa Waziri Mkuu anatarajiwa kuzindua mkakati wa taifa wa zana za kilimo awamu ya pili, National Mechanization Strategy Phase 2, 2026-2035. Mkutano unatarajiwa kuwakutanisha wadau takribani 1,500, ambapo moja kwa moja watakuwa zaidi ya wadau 300 na wataoshiriki kwa njia ya mtandao watakuwa zaidi ya 1,200, wakiwemo mawaziri wa kilimo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika washirika wa, wa maendeleo wakiwemo viongozi waandamizi wa FAO wa kikanda na kidunia, wakuu wa taasisi za umma, wawakilishi wa sekta binafsi, wataalamu na wakulima kutoka nchi zote barani Afrika. Wizara ya Kilimo inatoa wito kwa wadau wote wa sekta ya kilimo, taasisi za umma na binafsi, pamoja na wananchi kwa ujumla kufuatilia na kushiriki kikamilifu katika mkutano huo muhimu kwa maendeleo ya kilimo barani Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza.